leo ni mara ya pili kufika hapa mm. nilikuja tayari mara ya kwanza kwa ajili tulikuwa tumetengana na bwanangu hata nikasema tuko na miaka tisa mm. aa, nashukuru kwa ajili nilipofika mahali hapa nilipoombewa yule bwanangu akaanza kunipigia simu akanitumia message akanambia nimekutumia pesa ulipe hiyo nyumba nikalipa tena juzi ile jumapili ile wiki iliyopita akanitumia tena zengine na pesa zengine za watoto za chakula. Pia akaniuliza watoto wanavaa viatu namba ngapi, nikamtumia ile message. Akasema kwamba nitawatumia mzigo hao wa watoto wangu na nitasimama, nita na watoto wangu, nitaendelea kuwahudumia. Na mimi leo nimefika hapa, naomba Mungu anisaidie hata nirudi katika ile nyumba yangu maanake, niko kwa nyumba ya kukodisha na sitaki tena kukaa kwa, kwa ile nyumba ya kukodisha. Kwa hivyo ulipokuja hapa, alikuwa hao, hashu, hau, ha... alikuwa hashughuliki kabisa kwa miaka tisa, lakini baada ya maombi ba akaanza kushughulika eh, baada ya maombi akaanza kushughulika mpaka pale mahali ninakaa nilikodisha analipa yeye renti ya nyumba. Tumpigie Yesu makofi mazuri. ni hayo nambarikiwe, na hivyo ndio mwanaume huwa anaomba msamaha. Wewe unampigia simu ama anatuma message. Ampe simu yuko ni Italy, unge, simu ni yuko nchi simu naongea na video call ni haya miaka tisa <laughs>